Kila mafanikio ya afya huanza na hatua ya utafiti. Karibu tufungue pamoja dunia ya sayansi. Mimi ni Eric Ala Mbonike. Leo tunatia nanga katika jiji kuu la biashara nchini Tanzania, jiji la Dar es Salaam, ndani ya hospitali ya taifa Muhimbili. Tunaangazia kituo cha utafiti cha NIMRI Muhimbili ambacho tangu kuanzishwa mwaka 1968 imekuwa mstari wa mbele katika kutafuta majibu ya changamoto za kiafya zinazoikabili jamii. Kituo hiki mahiri katika kufanya tafiti kilianzishwa na Taasisi ya Taifa ya Utafiti wa Magonjwa ya Binadamu NIMRI, katika harakati za kupambana na changamoto za kiafya kwa Watanzania. Kwa kutumia maabara za kisasa na wataalam waliobobea, kituo hiki hufanya tafiti za kina kuhusu magonjwa kama kifua kikuu, ukimwi, magonjwa yasiyoambukiza, afya ya mama na mtoto na zaidi. Kinalenga kuboresha sera za afya na maisha ya Watanzania. NIMR Muhimbili ni chemichemi ya maarifa na suluhisho endelevu kwa afya ya jamii. Meneja wa kituo Dr George Praygod ndiye anaanzisha safari ya kufahamu kwa undani zaidi kuhusu historia na mchango wa kituo hiki. Kituo chetu kilianza miaka ya nyuma kidogo mwaka 1968, na kituo hiki kilianzishwa uh, kama sehemu ya maabara kuu ya kifua kikuu, na wakati ule lilokuwa ni shirika la utafiti la Afrika Mashariki. Wakati ule shughuli zote za kiutafiti zilikuwa zinafanywa na taasisi moja katika jumuiya ya Afrika Mashariki na ndio hiyo ambayo ilianzisha kituo chetu kwa mwaka 1979. Wakati taasisi ya taifa ya utafiti wa magonjwa ya binadamu ilipoanzishwa, kituo chetu kilirithiwa na kuwa moja ya vituo vyake vya utafiti. Ili kuweza kuendesha shughuli zetu za kiutafiti, kituo chetu kinaendeshwa au kimegawanyika katika idara mbalimbali e, iko idara ambayo inaitwa idara ya sayansi na utafiti Idara ya utafiti hii ndio idara mama katika kituo hiki, na kazi yake kubwa ni kusimamia shughuli za kiutafiti katika kituo chetu. Na idara hii imegawanyika katika sehemu tatu kutokana na namna ya utafiti ambayo tunafanya hapa kituoni. Kuna kitengo ambacho kinashughulikia masuala ya tafiti za kifua kikuu, e, ukimwi na magonjwa mengine ya kuambukiza pamoja na magonjwa ambayo hayajapewa kipaumbele. Kitengo hiki ni kikubwa kwa sababu tafiti zetu nyingi zinaangukia katika eneo hili, lakini pia tuna kitengo ambacho kinashughulikia tafiti za uh, mambo ya lishe na magonjwa yasiyoambukiza kama tunavyozungumzia mambo ya kisukari au uh, shinikizo la juu la damu na kansa. Kitengo hiki ndicho ambacho kinashughulikia mambo hayo, lakini kuna kitengo kingine ambacho kinaangalia mambo mbalimbali ya kijamii ambayo yanachangia ka, e, watu kutokuwa na afya nzuri, tunaita Social Determinant of Health. Kwa hiyo vitengo vitatu ndiyo kwa pamoja vinafanya hii idara ya, ya sayansi ya idara ya utafiti lakini pia tuna idara ya maabara ambayo kazi yake kubwa ni kusimamia mambo yote tunayofanya katika maabara, maabara zile ambazo tulizo nazo na zile ambazo tunashirikiana nazo katika taasisi zingine. Moja ya jukumu kubwa ya idara yetu ya maabara ni kufanya kazi pamoja na mpango wa taifa wa kudhibiti kifua kikuu na ukoma ambao kwa pamoja tunashirikiana kuendesha maabara kuu ya kifua kikuu hapa nchini ambayo katika hospitali ya taifa ya Muhimbili. Katika jengo hili lenye vifaa vya kisasa na wataalamu wenye weledi wa hali ya juu ndani ya hospitali ya taifa Muhimbili, tafiti kubwa na uchunguzi wa kina kuhusu magonjwa mbalimbali huanzia hapa. Bwana Saidi Mfaume, mtaalamu wa maabara anatueleza kuhusu shughuli zinazofanyika ndani ya jengo hili lenye siri ya tiba. Kituo cha utafiti wa magonjwa ya binadamu hapa Muhimbili kinashirikiana na Mpango wa Taifa wa Kudhibiti Kifua Kikuu na Ukoma kuendesha maabara kuu ya kifua kikuu Tanzania. Shughuli ambazo tunafanya katika maabara hii ni uchunguzi ama ugunduzi wa kifua kikuu na vilevile kuangalia usugu wa dawa ambazo wanapewa wagonjwa wa kifua kikuu, yani kuangalia na vile vile tunashiriki katika tafiti mbalimbali mbali ambazo zinasaidia kutoa miongozo katika udhibiti wa ugonjwa wa kifua kikuu. Jabir Muhsin Jabir, afisa ubora anaweka bayana kuhusu viwango vya ubora na taratibu za kuhakikisha usahihi wa matokeo. Uh, maabara yetu inatoa huduma za vipimo mbalimbali eh, na vipimo hivyo lazima vitoke katika ubora hivyo, maabara hii imepata ithibati katika utoaji wa huduma hii tangu mwaka 2018 na na ithibati hiyo inatolewa kima ya kimataifa na bodi ya accreditation ya SADCAS, hivyo vipimo vyote vinofanyika hapa ndani vina ubora wa kimataifa ambapo upopote ukipima majibu yanakuwa the same, na lengo letu ni kuboresha huduma hizi katika mtandao wote. Hivyo basi kwa sasa vilevile, tumepata ithibati upande wa e, kutoa sampo za ubora ambayo tunaita EQA, na sisi tumekuwa recommended upande wa Sanas. Grayson Maleo, mtaalamu wa maabara, akiwa ndani ya maabara ya kifua kikuu, anaeleza kile kinachofanyika mahali hapa. Hapa tunafanya vipimo mbalimbali kwa kupotesha wadudu, lakini pia tunafanya kuangalia usugu wa dawa. Kuna usugu wa dawa za mstari wa kwanza, lakini pia tunaangalia zile dawa za usugu mstari wa pili. Naye Abdalla Buriani anatufahamisha kuhusu upandikizaji wa vimelea vya kifua kikuu kwa ajili ya utafiti. Kwa, kwa kuwa ni TB ni slow growing organisms, kinachofanyika ni kwamba tunasoma kwa muda wa wiki nane, ambapo ikitokea positive within hizo wiki nane tunaitoa ndani ya hiyo wiki husika, lakini ni kuanzia wiki ya tatu. Lakini kwa zile negative, tutaweza kuziacha mpaka muda wa wiki nane, then tuta declare kwamba hiyo sample ni negative. Na culture inafanyika kwa njia mbili hapa maabara ya taifa kifua kikuu, ambapo tunatumia solid culture, lakini pia tunatumia liquid culture. Kwenye solid culture, tunatumia media za LJ media lakini kwenye Tatumia image machine. Hussein Ngale, mwanasayansi wa maabara, anazungumzia utafiti wa usugu wa vimelea dhidi ya dawa na hapa tunaangalia usugu wa dawa za mnyororo wa kwanza na vile vile usugu wa dawa mpya ama za mnyororo wa pili. Mnyororo wa kwanza tunaita ni first line drugs, na vile vile mnyororo wa pili tunaita second line drugs. Kwenye upande wa first line drugs drugs ambazo tunazipima hapa ni, ni isoniazid, rifampicin na ethambutol. Na kwa upande wa mroro wa pili, drugs ambazo tunazipima ni okna group ambayo kuna levofloxacin na hizo new drugs bedaquiline, delamanid, clofazimine na nyinginezo bisulu mafuati. Mtaalamu wa maabara kitengo cha hadbin anatufahamisha kuhusu vipimo vya awali vya kifua kikuu na katika kipimo hiki hapa kwetu ni kipimo ambacho ni cha kwanza, ni cha awali, baada ya hiki theni kinapata vingine. Kila kituo cha NIMRI kina maeneo mahususi ya kipaumbele kulingana na mahitaji ya jamii inayokizunguka na changamoto za kiafya zilizopo. Hapa NIMRI Muhimbili tafiti nyingi zimejikita kwenye magonjwa ya kuambukiza kama kifua kikuu na Ukimwi, pamoja na magonjwa yasiyoambukiza kama kisukari, shinikizo la damu, afya ya akili na usugu wa vimelea dhidi ya dawa. Profesa Sayoki Mfinanga mtafiti mkuu na mtafiti kiongozi wa miradi mbalimbali mbali ya utafiti anaeleza kwa kina juu ya tafiti hizi zinazoleta suluhisho kwa jamii katika kituo hiki cha Muhimbili. tume, sana sana tumejipanga kwenye tafiti za magonjwa yanayoambukiza, lakini pia na magonjwa yasiyoambukiza, magonjwa ambayo ni chronic. Um, tunafanya tafiti zaidi kwenye kifua kikuu kwenye HIV na nani communicable hasa hasa kwenye kisukari na blood pressure. Kwa leo nitatoa baadhi ya tafiti tulizofanya ambazo zimelenga kuongeza au kuboresha afya za watu wanaoishi na VVU, na tafiti ambazo nitaziongelea kwa leo ni tafiti ziko nne ambazo zinafanana kwa namna ya, ya intervention zilizofanyika kwa ajili ya kuboresha afya za watu wanaoishi na VVU. Tafiti ya kwanza ililenga kupambana na magonjwa nyemelezi. Tunajua kwamba hawa watu wanaoishi na VVU wanapata uh, tatizo la magonjwa ya nyemelezi na kuna magonjwa mawili ambayo yanasababisha vifo vifo vingi kwa watu wanaoishi na VVU. E, mmoja wao ni huu unaosababishwa na, na fungus. Hawa fungus wanaitwa cryptococcus neoformans kwa jina la kisayansi, lakini hawa fungus wanasababisha uti wa mgongo. Ugonjwa mwingine ambao unasababisha vifo vingi kwa watu wanaoishi na VVU ni ugonjwa kifu wa kifua kikuu, lakini leo tutajikita kwanza kwenye ugonjwa wa huu wa fangasi unaosababisha uti wa mgongo. Tafiti hii tulianza kwenye mwaka 2011 kwa wakati huo, kulikuwa hakuna sera, kulikuwa kuna vipimo vya kuweza kugundua kama mtu ameshapata maambukizi ya fangas hawa wanaosababisha uti wa mgongo. Lakini kwa wakati huo, kwa nchi zote, sio sio Tanzania peke yake, kwa nchi zote hakukuwa na sera ya kuwatibu au kutoa tiba, kwa sababu inachukua muda. Unapata maambukizi, lakini inachukua muda mpaka ule upate sasa ule ugonjwa wa uti wa mgongo. Kwa hiyo, wakati huo tukasema, hapana, kwa nini tusubiri hata kama mtu kweli ana afya lakini kama ameshapata viashiria na vipimo vya maabara vinaonyesha kwamba kuna dalili hizo, kwa nini tumwache mpaka apate uti wa mgongo ndio tuanze tiba? Kwa hiyo tukaanza utafiti ambapo grupu moja tulikuwa tunawapima, tuna kwa kutumia kipimo kinachoitwa cryptococcal screening antigen na tunapowaona kwamba hicho kipimo kimeonyesha kwamba tayari wana hayo maambukizi ya fangas, lakini wanatembea, hawajaanza kuumwa uti wa mgongo. Sisi ili grupu tuliwaanzishia tiba, hatukusubiri mpaka wapate uti wa mgongo, tuliwaanzishia tiba. Na grupu lingine tulifuata tu sera kwamba mpaka wanapokuja tayari na dalili za uti wa mgongo wanatibiwa. Kwa hiyo tukafuatilia Kumbuka hii hawa ni wale watu wanaoishi na, na VVU. Kwa hiyo tukawafuatilia hao. Utafiti huu ulifanyika Tanzania pamoja na Zambia na niliuongoza utafiti huu, na matokeo ya utafiti huu yalikuja kutuonyesha kwamba tunapotibu wale watu ambao wana viashiria ijapokuwa hawana dalili za uti wa mgongo, tuliweza kupunguza vifo kwa asilimia 30 ukilinganisha na utaratibu wa kawaida. Kwa hiyo uta, utafiti huu ulikuwa na matokeo chanya ndani ya nchi hata kitaifa, na shirika la afya duniani WHO baada ya utafiti huu likatengeneza policy au likatengeneza guideline ambapo hapo kitu kinachoitwa advanced HIV disease kilizaliwa kukawa na guideline sio ya nchi tu, ya kimataifa ambayo ilitokana na tafiti ambayo tuliifanya hapa kwenye hospitali zetu Mwananyamala, Amana na Temeke. Dr. Doreen Philbert anatueleza kuhusu tafiti za uibuaji wa kifua kikuu kwa watoto. Uh, utafiti wetu wa kifua kikuu unaitwa Optic TB ukiwa ni utafiti unaolenga kuangalia ufanisi wa njia mpya iliyopendekezwa na uh, shirika la afya duniani la kuibua watoto wenye kifua kikuu. Njia hii au namna hii ya kuibua watoto wenye kifua kikuu inaitwa TDA, kwa Kiingereza inaitwa treatment decision algorithm. Utafiti wetu utakachofanya ni kwenda kuangalia hii TDA kama ina ufanisi katika kufanya kazi kwenye mazingira yetu au kwenye uh, vituo vyetu vya kutoa huduma. Hivyo itatumiwa na watoa huduma wa kwenye vituo vyetu wenyewe, kuangalia ni namna gani tunaweza tukaiboresha katika mazingira yetu au ni vitu gani vinahitajika kuongezwa au kusupoti matumizi ya njia hii au namna hii mpya ya kufanya uchunguzi wa kifua kikuu kwa watoto. Kutatua changamoto za kiafya katika jamii ndio kazi kuu ya NIMRI. Dkt Sokoine Kivuyo, mtafiti mwandamizi, anaeleza utafiti wa huduma jumuishi na jinsi unavyosaidia kuboresha maisha ya watu. Uh, sisi kama NIMR tukishirikiana na Wizara ya Afya tulifanya utafiti wa huduma jumuishi ya kisukari, VVU pamoja na shinikizo la damu. Huu mradi tumefanya tukiwa na wadau wengi wakiwepo wadau kutoka uh, nchi ya Uganda na nchi ya Uingereza. Uh, mradi huu tuliita INTE-AFRICA kwa maana huduma jumuishi kwa haya magonjwa matatu, kisukari, VVU na shinikizo la damu na ikatupelekea sisi tujiulize tukawa na maswali mengi kwamba je, Ye, Afrika iendelee kuendelea na huduma jinsi wanavyotoa kuwa na kliniki tofauti tofauti, tukajiuliza tukiunganisha hizi kliniki zote tatu, je, itasaidia kwa udhibiti wa kisukari pamoja na shinikizo la damu? lakini pia tukawa na na, na wore kidogo kwamba tukiunganisha, je, tutaathiri hii huduma ya VVU ambayo tayari imeshaimarika. Hayo ndio yalikuwa maswali ambayo yalitusumbua sisi kama watafiti na ikatupelekea kuwaita wadau mbalimbali, kwa maana watunga sera, watoa huduma, watoa huduma kwenye hospitali eh, na watoa huduma kwenye jamii na La, lakini pia tumeona kwamba mifumo yetu ya afya hayaongei. Kwa hiyo unaweza ukaja ukafanyiwa vipimo kule, ukija kesho kutwa unafanyiwa tena vipimo hivyo hivyo, lakini kliniki tofauti. Kwahiyo tuliona inaokoa gharama sana kwa upande wa mgonjwa, lakini pia kwa serikali. Tulijaribu kuweka kukadiria, tukaona kwamba kwa, kwa mwaka tu serikali inaweza ikaokoa karibia bilioni mia tisini na tano wakifanya hii huduma jumuishi kwa, kwa maana hizo huduma kwa haya makundi yote matatu, ambayo hizo bilioni zingeweza kutumika kwenye changamoto mbalimbali mbali ambazo ziko kwenye huduma hizi za afya, kama upatikanaji wa dawa, vitendea kazi, wahudumu. Pia wengine wakaajiriwa kwa wingi, ikasaidia kutoa huduma kwa ufanisi zaidi. Naye Dr. Faith Aikaeli anaeleza zaidi kuhusu ufanisi wa huduma jumuishi katika ngazi ya jamii. Utafiti huu wa huduma jumuishi tunaangalia wagonjwa wenye magonjwa sugu kama e, shinikizo la damu, kisukari na hata ukimwi, jinsi ya kuleta pamoja huduma za magonjwa ambayo ni sugu e, ili kumsaidia Um, mgonjwa kupata huduma ambayo ni ina unafuu kwake na pia inazingatia mahitaji yake kwa wakati huo na pia inasaidia health system zetu utoaji um, wa huduma katika vituo vyetu. Aziza John Samson, mtafiti kutoka NIMR, anatoa mwanga kuhusu tafiti za Nanopore unaohusu kifaa kidogo cha kugundua kifua kikuu kwa njia rahisi na kwa haraka. Ni NIMR Muhimbili kwa kushirikiana na KNCV, Tuberculosis Foundation and a Dream Fund Netherlands inatekeleza utafiti wa teknolojia ya nanopo kwa kutumia kifaa kidogo sana kinaitwa MinION. Uh, teknolojia hii ina uwezo wa kudetect TB sugu pamoja na magonjwa mengine ambayo yanaweza yakaambukizwa kwa njia ya hewa. A, tunajua changamoto nyingi katika kufanya diagnosis ya magonjwa. Mfano teknolojia ya, ya culture inachukua muda mrefu kutoa majibu. Mfano unaweza ukachukua mwezi mmoja mpaka miezi miwili lakini teknolojia ya nanopo inaweza ikatupa majibu ndani ya muda wa siku tatu tu. Kwa majina naitwa Mary Jessica Mafia, ni mtaalamu mabara wa maabara kutoka maabara kuu ya rufaa ya kifua kikuu ambayo ipo Muhimbili na tunafanya kazi na NIMRI Tanzania katika kushirikiana katika tafiti mbalimbali mbali za kifua kikuu. Pia tunafanya na wadau wa maendeleo Tanzania ambao mmojawapo akiwa Tuberculosis Foundation katika upimaji au tafiti zote zinazohusu kifua kikuu. Tunapima kifua kikuu kwa kutumia mashine ya vina saba ya nanopore sequence ambayo ni mashine inayotusaidia kugundua wagonjwa wa kifua kikuu na kujua dawa wanazotumia, wako katika stage gani. Lakini pia tunashukuru NIMRI kwa kuweza kutusaidia kutupa mafunzo mbalimbali juu ya kifua kikuu, na pia imetusaidia kuendeleza uwezo wetu wa upimaji wa kifua kikuu katika tasnia tofauti, lakini pia tumeweza kuwa na maandiko tofauti juu ya kifua kikuu, na wamekuwa bega na bega na sisi kutuwezesha kuweza ku maandiko yetu lakini pia kutuongeza kwenye journal clubs za kuhusu kifua kikuu kimataifa, ili tuweze kujifunza wenzetu wanafanya nini kwenye tafiti zao na wanafanya nini katika upimaji wa wagonjwa wa kifua kikuu ambayo imeweza kutusaidia sisi maabara kuu ya rufaa ya kifua kikuu kuweza kupima na kugundua wagonjwa vizuri, na ili kuwasaidia wagonjwa katika utumiaji wa dawa. Ili kufanikisha tafiti hizi NIMR Muhimbili imekuwa ikiendesha kliniki mbalimbali. Dkt Ana Moses kutoka kliniki ya hospitali ya Mwananyamala anaeleza jinsi tafiti hizi zinavyotekelezwa kwenye vituo vya afya. Mradi um, wetu wa IFET unajihusisha na kuhudumia wateja ambao wana virusi vya ukimwi na aina ya fangas uh, ambayo inaathiri uti wa mgongo inaitwa cryptococo infection kwa hiyo kikubwa tunachojihusisha na mradi wetu uh, pindi tunapopata wateja ambao wamepata hi uh, maambukizi ya huyu fungus uh, tunatoa matibabu uh, na tunawafuatilia wateja wetu kwa muda wa miezi sita, tukiwa tunapima ubora wa dawa ikitumika, moja ambayo inatumika kwa kawaida kwenye mfumo wa hospitali na tukitumia dawa mbili, ipi itakuwa ina matokeo mazuri kwa wateja wetu. Ili kazi za utafiti zitekelezwe kwa weledi, kunahitajika idara saidizi katika kurahisisha shughuli za utafiti. Msimamizi wa idara ya takwimu, bwana Johnson Mshilu, anafafanua namna idara mbalimbali zinavyoshirikiana kufanikisha majukumu ya utafiti. Katika hii section, uh, ina mambo kadhaa ambayo ninaangazia ikiwa jambo la kwanza ni kuangazia au kuangalia data ubora wa takwimu ambazo tunazizalisha hapa kwenye center. Kwa hiyo tuna component kubwa ambayo ni muhimu sana katika research ya data management, ambapo hii uh, tunaangazia kuanzia pale ambapo uh, mtu anaanza kufanya research, anaandaa uh, zile questionnaire au data collection tool kwa hiyo kuanzia pale mchakato wa data management unaanza. Kwa hiyo mchakato wa data management unaanza wakati wa kudesign, wakati wa kukusanya takwimu na wakati wa kuzichakata na kuzitunza zile takwimu. Kwa hiyo ni mchakato mzima ili kuhakikisha kwamba zile takwimu zinakusanywa katika njia sahihi, zinachakatwa katika njia sahihi na zinatunzwa katika njia sahihi ili kuweza kulinda taarifa za yule aliyetoa taarifa zisiweze labda kwenda katika mikono ambayo sio salama. Tafiti zinazofanyika NIMR Muhimbili hazibaki tu kwenye maabara na makabrasha, bali zimekuwa na mchango mkubwa katika kutengeneza na kuboresha miongozo, sera na mikakati ya kitaifa ya afya. Dr. George Prigot anaeleza jinsi tafiti zinavyosaidia serikali kuboresha utoaji wa huduma za afya. Tafiti ambazo zimefanywa na katika kituo hiki zimesaidia kwa kiasi kikubwa kuboresha sera mbalimbali mbali za namna ya kutibu ugonjwa kifu, wa kifua kikuu, lakini pia sera za namna ya kutibu ugonjwa wa ukimwi ikiwepo ule ambao umesha kwa umefikia kiwango kikubwa ule mkali lakini pia tafiti ambazo zimefanywa na kituo hiki kwa kweli zinachangia sasa pakubwa e, katika kuanza kutengeneza e, miongozo ya namna ambavyo matatizo ya magonjwa yasiyoambukizwa yanaweza yakatibiwa kwa pamoja na tatizo hili la ugonjwa wa ukimwi. Hakuna utafiti unaofanikiwa bila ushirikiano. NIMR Muhimbili imejenga mtandao mpana wa ushirikiano na taasisi za ndani kama vyuo vikuu na hospitali pamoja na mashirika ya kimataifa. Dr George Prigod anaweka bayana. Ili kufanya uh, tafiti zetu ziweze kutekelezeka vizuri, kwa kawaida hatufanyi kazi wenyewe, tunafanya kazi na jamii kwa karibu sana. Tunapokuwa tumetengeneza tafiti hapa tukapata fedha za kufanyia utafiti, tunashirikisha jamii, lakini tunafanya pia kazi na kwa ukaribu kabisa na washirika mbalimbali mbali, ndani na nje ya nchi e, hawa ndani ni wengi e, zikiwepo hospitali hizi kubwa, kwa mfano hospitali ya taifa ya Muhimbili, lakini pia tunafanya kazi kwa ukaribu sana na hospitali zile e, za rufaa za mikoa, kwa mfano hospitali ya Mwananyamala, hospitali ya Temeke na hospitali ya Mana. Katika hospitali hizo zaidi tu ya mashirikiano ya kiutafiti, pia tuna kliniki za kiutafiti ambazo tunatumia kliniki hizo kufanya majaribio mbalimbali aidha ya dawa a, za magonjwa haya ya kifua kikuu au ukimwi, ili kusaidia hatimaye kuwa na dawa ambazo zinaweza zikaboresha matokeo ya matibabu. Utafiti wa kiafya ni wa watu kwa ajili ya watu. Tanzania yenye afya bora huanza na utafiti thabiti. Katika makala hii tumeshuhudia jinsi NIMRI Muhimbili inavyofanya kazi kubwa ya kisayansi kwa kutumia wataalamu wenye weledi, vifaa vya kisasa na ushirikiano wa kimataifa ili kuhakikisha afya bora kwa wote Dr George Prigod anahitimisha kwa kutoa wito kwa wadau, serikali, taasisi za elimu, mashirika binafsi na wananchi kuendelea kuunga mkono tafiti na kushirikiana na NIMR katika kuhakikisha jamii ya Watanzania inaishi maisha yenye afya njema. Nendelea kutoa wito kwa serikali na wadau mbalimbali kuendelea kutoa mchango katika kuboresha huduma zetu za kiutafiti ili mchango wetu katika matokeo ya kiutafiti uwe mkubwa zaidi na tuendelee kuboresha maisha ya wa Watanzania. Asanteni sana. Na karibuni, kwa niaba ya wote ulioshiriki kuandaa makala hii ya kipekee kutoka NIMR Muhimbili, mimi ni Eric Alambonike. Asante kwa kuungana nasi, usikose kufuatilia mfululizo wa makala zetu. NIMR, kukuza utafiti kwa afya bora.